Yani, najisikia furaha sana kupata hati, yani nashukuru sana. Hii itaenda kunisaidia kama mkopo, yani nataka hata kutafuta ku twikitaya afilimia, naenda na na, na kibali changu hiki, naomba twiktanisaidiwe niendelee kujinufaisha na maisha yangu ku, ku, jisikia vizuri kwa sababu ardhi yangu imekuwa mmenitunzia ardhi hata kuuza ovyo ovyo, sitauza paga, paga watoto wangu wakuwe, waikute ardhi make. Itakuwa ni kizuizi kuuza mpaka tuelewane. Nikiri wazi, Wizara ya Ardhi inatuheshimisha sana, Chama cha Mapinduzi kwa sababu inatupa faida kwa duka letu ambalo tumewapa kuuza. Upimaji huu una faida kubwa wananchi wetu wa Magu. Kwanza ndugu wananchi, hati hizi inatakiwa mzitunze, mzitunze kwa sababu huu ndio urithi wenu, ardhi hii ni ya kwenu, mzitunze. Hilo la kwanza, lakini la pili, tusiwe na tabia ya kuuza ardhi. Ardhi hii tuitunze, itusaidie sisi, watoto wetu, wajukuu wetu na hata atakokuwa anaufuatia katika vizazi vyetu, tusiuze. Lakini pia tufanye mabadiliko ya kimaisha, kwa sababu hati hizi kama tulivyoongea zinawatambulisha kisheria, lakini pia zinawasaidia kupata mikopo. Basi tunatarajia tuwe na matokeo chanya ya kimaendeleo, zisiwe sehemu ya migogoro kuzulumiana, kuibiana, na badala yake zitupelekee kutuletea maendeleo. Hati hizi na upimaji huu ambao umefanyika ukakomesha na kumaliza sana migogoro katika maeneo yetu. Kama eneo lako lina shida kwa sababu una umeshapimiwa tayari, basi wataalamu wetu wakija, mtaoneshana mipaka vizuri na baadaye pasiwe na migogoro. Hatutarajii baada ya kuwa na hati hizi watu kuvamiana katika viwanja vyetu, hatutarajii hilo. Sisi kama mkoa E, katika suala hili la kuhakikisha tunawapatia hati miliki wananchi, zile hati za kawaida zile za jumla na za kimila, ndio msingi na dira yetu kubwa ndani ya mkoa wa Mwanza. nasoma leka, nasoma leka kumbi. Maria,